Ah ah, sa madam, acha jokes. Mganga mganga anapiga luku hivi. Wewe <laughs> umekuja kutafuta solution ya tatizo yako au umekuja kuangalia mganga vile amevaa? Nimekuja kutatua matatizo yangu, lakini sikuamini. Siku, siku so unasema mimi ni tapeli, sio? Ah, mimi sijasema wewe ni tapeli. Nimetaka kuhakikisha kama wewe ni mganga shukapanga. Lakini si unajua huko Nairobi kuna waganga wengi machapeli. Sasa unacharge pesa ngapi? Mimi na charge kila mtu kulingana na tatizo lake. Lakini wewe ndio kuchaja elfu mia moja yenye ulibia bwana wako akiwa amelala. Ah ah. Umejuaje nimeibia bwana wangu akiwa amelala? <laughs> Mimi ndiye mganga shukapanga. Najua kila kitu kukuhusu. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, hebu niambie tatizo lako. Sasa nitaanzaje kukuambia shida zangu hapa? Si at least tuende kwa place yako ili wangwana waweze kunisikiliza vizuri. Hapa ndo mali yangu ya kazi. Sema tatizo lako, wangwana watakusikia. Hii ni place gani? Nilikuwa na expect at least kuwe na manyoya ya kuku, ikuwe na mavibuyu, at least kuwa na kuchaza nyoka. Keke, hii ni place gani? Kama huna imani na mimi, naomba turudi nyumbani, kwa sababu unaona unanipotezea muda. Ah, nisamehe sana mganga. Mimi niko na imani na wewe, nakuamini sana. Na tena natamani sana huduma zako. Ila hii place yako ndio inanipea wasiwasi. Ah, hebu sema tatizo lako mbio mbio sasa. <laughs> Ya kwanza, mm-hmm, nataka mume wangu Akuwe mama wa nyumba na nichukue nafasi yake. Imeisha hiyo. Na cha pili, na cha mwisho, afuate ninachomwambia chote. Imeisha hiyo. Una ombi lingine apart from hizo? Hapana, sina ombi lingine zaidi ya hiyo. Na kuna kitu nataka kubadilisha kati ya ombi lako? Sababu hii ndio nafasi uko nayo tu ya kubadilisha. Ukitoka hapa, ni hivyo. A, mimi sitaki kubadilisha chochote. Haya, ikila pesa yangu hapa na uende. Sawa, wacha nikutumie pesa zangu, na hiyo maombi yangu ikikosa kutimiza Kesho asubuhi nakuja kuchukua pesa zangu, na maombi yako ikitimia, naomba usikanyage hapa tena, sitaki wateja wasumbufu sawa? Ndo hiyo eh. Mume wangu leo ujaenda kazi? mume wangu, kwani leo uendi kazini? Ala, ebo basi nipe pesa ya shopping, nifanye mahitaji ya nyumba basi naomba unipee pesa ya shopping, nifanye nao matumizi ya nyumba eh. na hivyo nipikie. Mganga! Hello mganga, kuna shida? Kwa nini mmeonga, mmevaa nguo yangu? Kwa sababu hivyo ndo mama wa nyumba anavyovaa. Okay, sawa basi. Na kwa nini yako kuniomba pesa ya matumizi? Kwanzia sasa wewe ndo mwenye nyumba, hivyo ni jukumu lako kuomba pesa ya matumizi eh? <totipasimu>